Huyu anasema doctor, mimi nina rafiki yangu wa kike ambaye hata akisex in any means hajawahi kukojoa, i mean kwamba kufika kileleni. Sasa kwa nini inakuwa hivi? Nikamwambia hivi, akaniambia anahitaji. Nikamwambia anahitaji maandalizi ya muda mrefu, kisaikolojia na kimwili. Akanijibu tena akasema vyote hivyo anavifanya but ni kwamba tu ana get weight after pre preparation then anavyo sex hafiki. Yani, okay, mwanaume huyu ana rafiki wa kike ambaye hafiki kileleni ama hafurahi tendo la ndoa, ninamuelekeza kwamba anahitaji maandalizi na msaada wa kisaikolojia na kimwili. Anasema yote hayo anayafanya. Though mtu huyu hakurudi tena kuweza kuongea na mimi. Watu wengi tunataka elimu bule, tunataka maarifa bule. Yaani akimuona ya Dr. Kuboja anaongea hapa, anahisi tu kwamba naweza tu nikampigia huyu dokta nikaongea naye bule tu na akanisaidia, ila hawezi akawaza kwamba Hivi Dr. Kuboja paka anaposti video YouTube anatumia shilingi ngapi? Mimi niko Tanga, niko sijui Mwanza, niko Dar es Salaam, napata maarifa ya Dr. Kuboja, halafu leo hii nimpigie Dr. Kuboja tu nimwambie tu anipe elimu bure bure, alafu kirahisi rahisi tu. Ni moja ya changamoto ambayo tulizo nazo Watanzania, tunafikiri kila kitu ni bure So kwa sababu hakurudi, nitampa jibu hapa kwa ufupi, kwa faida yake na kwa faida ya wengine pia, ambao huenda kuwa mwanamke wako ana changamoto hii. Kuna vitu ambavyo unaweza ukaona unavifanya na ukajiona uko sahihi, kumbe hauko sahihi. Naomba nirudie, kuna vitu ambavyo unaweza ukawa unavifanya na ukajiona uko sahihi kumbe hauko sahihi. Ni moja ya changamoto ambayo wanaume wengi wanawaandaa wanawake ndivyo sivyo. Mwanaume mmoja nikawa anamuuliza namwambia, naomba uniambie unapomwandaa mke wako unamwandaaje? Naomba uniambie step by step mpaka mwisho kabisa hatua ya mwisho dheni, unatakiwa, hapo baada ya hapo una, unafika hatua ya kumuingilia kimwili ama hatua ya kuingiza uume wako. Alipoanza kunielezea nikagundua ana elimu ndogo sana katika swala la maandalizi, yani katika max 100 nakumbuka nilimwambia nakupa max ishirini katika max 100. Maanake alipata ishirini ya 100 kwao, unaweza ukaona kuna vitu ambavyo wanaume wengi ukimuuliza, anaweza akawa anamwambia na, na, na, anajua, lakini wanaume waliofaidika kuchukua video zangu za jinsi ya kuweza kumwandaa mwanamke, waliofaidika kupata majarida yangu jinsi ya kuweza kumteka ufahamu wa mwanamke kisaikolojia, wanaweza wakaelewa ninachokiongea. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo unaweza ukawa unavifanya, kupo unakosea mwanaume mmoja na mmoja akawa ananipa shahuda ya mwanaume ambaye ananyonya chuchu, akinyonya chuchu ananyonya tafikia, ananyonya pipi. So mwanamke huyu badala ya kupata raha anajikuta anapata maumivu na mateso makali. Mwisho wa siku akaona hapana, akawa anamzuia na naomba uweze unaniingilia hivyo hivyo. Lakini nimewahi kupata kesi ya mwanamke ambaye hataki kuandaliwa, anaambia, naomba tu unaniingilia hivyo hivyo mwanamke mwanaume anatamani, lakini kumbe kuna vitu anavifanya anakosea. Baadaye katika kuweza kutafuta msaada, huyu dada ndipo akaniweka wazi kana mke wa mume wangu ananiumiza, wa ilifika mahala mpaka nikamwambia mimi mwenyewe kwamba kwa sasa usiniandae, ni bora unaniingilia hivyo hivyo, maana akiniandaa anaanza kuumia, sasa hata zile hisia zinapotea zote. Kwa hiyo maarifa na elimu ni kitu cha msingi sana, zaidi ya sana lakini pia lazima uweze kujua siku hiyo mudi ya mke wako yiko, ikoje kisaikolojia mke wako yukoje? Yote haya ni mengi ambayo muhimu uweze kuyafahamu. Dokta Kuboja, nimeongeza kitu cha ziada sasa hivi baada ya kuwa nimekutumia zile video. Hizi video gharama yake ni shilingi elfu kumi na tano, sio bure. Tafadhali, hizi video gharama yake ni shilingi elfu kumi na tano. Uwe ni mwanamke uwe ni mwanaume. Kama ni mwanamke, nakutumia video za kumwandaa mume wako lakini pia nimetoa na ofa ya ushauri na saa bule. Kuna vitu ambavyo nitaongea na wewe mwanamme bule, kuna vitu ambavyo nitaongea na mwanamke bule, kama guidance kwamba ume... baada ya kutazama video fanya abc. Baada ya hapo mambo yatakuwa boom, alafu utarudi hapa kuweza kunipa shuhuda. Endapo unahitaji video, unahitaji maarifa, uwe mwanaume wa tofauti, uwe mwanamke wa tofauti